Habari ndugu mkulima, najua umekuwa ukihangaika ni vipi unaweza kupata kifaa bora kwa ajili ya kupanda mbegu zao. Sasa leo tumekuletea planta. Planta hii inatumika kwenye upandaji wa mbegu aina ya maharage, mahindi na nafaka zingine, aina zote. Planta hii inakuja kukurahisishia mfumo wako, wewe badala ya kutumia lisali moja kupanda heka moja, unatumia dakika kumi na tano ishirini pekee kupanda heka bila kuchoka na ukiwa na ustahimilivu mkubwa wa ufanyaji wa kazi. Leo tutakuonyesha namna ya, ya kufanya setup ya planta hii singo ambayo inatumika kupanda nafaka. Karibu kufuatana nami. Planta yake inakuwa na vitu hivi hapa, inakuwa na hii tai Planta yetu ni ya kusukuma kwa hiyo inatumia hii ili kupanda vitu hivi hapa. leo leo tutaenda kuangalia namna ya kuassemble planta yetu na kubadilisha vikombe vya kupokelea mbegu. Hivi vikombe vina tofautiana so kulingana ukubwa wa mbegu na idadi ya mbegu ambayo unataka utoe. Hatua ya kwanza kabisa, hatua ya kwanza kabisa kabisa, kupachika kwa mkono. kisha unaingia unaingia mpaka mwisho, sio mbali. Hatua ya pili you connect mkono um,

Setup namba ya pili ni kufunga tile kwenye blanza yetu, kuweka tile ambayo inatupatia support wakati tunafanya kazi kuona matokeo shambani kwako, utumie gharama ndogo na utumie muda mchache kwenye kupanda, tumia planta hizi za kisasa. Funga taili hapa. Nitakuonyesha namna za kubadilisha hivi vikombe ambavyo vinapokea mbegu hapa ndani kulingana na size za mbegu unazotaka kupanda. Tunaenda kufungua, tunafungua hiki hapa, hiki utabana hii lafu utazungusha, itafunguka. Naifunga lafu narudia tena hapa, imefungwa. Utashika hii utazungusha hivi, hiki kinatoka, kitoka hivi hapa. Ndo vikombe ambavyo vinapokea mbegu hivi hivi, hapa na hivi hapa. Vitu viwili hivi kama lock hivi, ni vya msingi sana na vya muhimu. Hii ya chini ili kutoka kuna hii, loki, hii hii loki unaishika, unaiachia. Hii loki unaishika, unaiachia ndio hii ya chini inatoka nazo, ina ina hivi plastiki viwili kama loki hivyo ndio ubadilishaji, ukitaka kuchukua hivi hapa. Kwa hiyo ukiwa na mbegu utapimisha mbegu zako kwenye haya mashimo, mbegu ya, ya nafaka hiyo, kama inaingia utatumia hivyo ambavyo vinafaa ili kurudishia hapa. Uta, hivi, hivi plastic viwi lazima viwe hapa hivi kama roki. Hii ni ya kwanza kabisa anayotangulia, alafu kuna haya mashimo ambayo hii ya kwanza anayotangulia inaenda kuangukia kwenye kwenye hizi hapa roki za kwanza. Ili kuiweka ya kwanza, unabidi ushike hii roki, ushike hiyo roki. Alafu sasa hapa tunatafuta haya mashimo yes, hivyo tayari hii loki nikiachia inaenda kujibana. Alafu uh, hiki namba cha pili nacho kina loki hii plastic viwili, kama loki hiki tunakiweka tu kinakaa hapo. Alafu na mfuniko wake, mfuniko wake unakaa hivi hapo, nakuwa nimeshafunga mfuniko. Kwa hiyo hapo inakuwa kama nimeshabadilisha hii vikombe vya mbegu na nimeshafunga mfuniko. Kwa mashine bora na za kisasa utazipata kwetu Mwalimu Group Limited, napatikana Dar es Salaam kwa njia nne. Waliopo wateja wa mikoani kote Tanzania, tunatuma mizigo mkoa wote ule ulipo, na malipo ni baada ya kupokea mzigo wako. Karibu sana, Mwalimu Group Limited.